Ukiona mtu yoyote ambaye hana hatia, hajafanya kosa lote, listahiliyo mateso ama kuumizwa, anaumizwa anateswa, akili yako isikuambia wewe upo salama. Yani kuna mtu ambaye hana hatia yote, hana kosa lote, na moja kwa moja labda jaribu, labda kutetea watu wanaokuwa wanaonewa, wanapotezwa, wameuawa, alikuwa anajaribu kutetea alafu kaona anapatwa na jambo fulani baya anatekwa anachukuliwa, akili yako isikuambia wewe upo salama. Yani ufahamu wako akili yako isikuambia wewe upo salama, na mwenyewe enda kwamba huna hatia moja kwa moja, umeona. Lakini ni kwambie kwamba wanao tunaosikia taarifa kwamba wote waliuawa kipindi cha uchaguzi mkuu wa elfu mbili na ishirini na tano yaani kwamba haina maana kwamba wote, kwa mujibu wa taarifa tunazozipata mtandaoni zinasema kwamba kuna baadhi yao walifuata majumbani mwao, umeona kuna baadhi yao walikuwa anafuata anaenda anataka ende dukani mara moja afuate kitu fulani chakula afuate vocha, wale watu walitunguliwa risasi kwa mujibu wa taarifa ambazo tunazisikia ama nimezisikia, umona jambo lote baya linavyomjia mtu fulani, mtu fulani ambaye hana hatia hana yani, yani ubaya aliopatwa uliompata yani haulingani, yani hakuna kosa lote ambayo namekosea. Akili yako sikuambia weupo salama, haupo salama, haupo salama. Niko naweza kusema mimi siongele chochote, siongeragi mambo yote, kaji si hivi na hivi lakini kama jambo baya linampata mtu asiye na hatia, akili yako ufahamu wako usikwambie wewe upo salama, upo salama. Uenda leo inawezeka kwake na leo inezika, uenda leo inawezeka kwake na kesho kaa kwako na kesho kuti ka kwangu. Watu wa Mungu tulipo tulipofika, ni mojawapo ya eneo baya sana, eneo baya sana eneo baya sana eneo baya sana eneo baya sana eneo baya sana, sana, sio kidogo. Mwombe Mungu, fanya kila ambacho unachokiweza mwombe Mungu kwa, kwa watu wanaofanya mambo haya. Ni watu ambao unamsikia Cremens Mwandambo amechukuliwa, na kwa mujibu wa taarifa anasema kwamba amechukuliwa na watu ambao walikuwa na silaha nzito, wanaoaminika ama kusadikiwa ni polisi amechukuliwa kwa Mungu. Mwombe Mungu, tumwombe Mungu. Hawa watu hatuna uwezo, hatuna chochote ambacho tunaweza tukakifanya juu yao, ila Mungu bado anaweza akafanya jambo juu yao na ukombozi ukatokea tena, tukawaombea wote alio mbele kutokeza ukombozi wa kweli, tukawaombea hao, Mungu akatokeza ukombozi, jambo fulani la maana hali inayoendelea kwa sasa nchini sio sawa kabisa, sio sawa kabisa. Yaliyoendelea na tunayoendelea kuyasikia hayapo sawa kabisa. Wakine msi pilipili unaona kwambia sui ame ni mtu ambaye anasadikika kwamba alikuwa amepigwa, kwa sababu kuna majeraha ambayo waliyapata kwenye mwili wake ambayo polisi pia wanathibitisha kupatwa kwa jambo baya kwa mtu fulani isikuarishie akili yako, sikwambia wewe upo salama, haupo salama. Tumuombe Mungu, anaeweza kuwafanya chochote wanaofanikisha mipango mibaya. Na nyie mnaofanya mabaya, maandiko yanasema kwamba hapana, hapana amani kwa mabaya yote. Mnaofanya haya, akili zenu isiwaambie kwamba mpo salama, mpo salama. Maandiko, Mungu anasema kwamba hapana amani kwa mabaya, na kwangu nielile patwa kwa jambo baya kwa mtu fulani, akili ufahamu, sikuambia kwamba wewe upo salama au upo salama.